Kabla ya kompyuta kuwa mfukoni, kabla ya simu kujua jina lako, kabla ya dunia kuendeshwa na data kulikuwa na mwanamke mmoja aliyefanya mambo yake kimya kimya, asiye kwenye vitabu vingi vya historia. Jina lake ni Ada Lovelace. Wakati wake, karne ya kumi na tisa, dunia haikuwa tayari kumsikiliza. Wanawake walitazamiwa kuandika barua nzuri, na si kuwa na mawazo makubwa. Lakini Ada alikuwa tofauti, aliona kitu ambacho hakuna aliyekiona. Aliangalia mashine ya hesabu iliyotengenezwa na rafiki yake Charles Babbage, na watu wengine waliona kama chombo cha kuongeza na kutoa namba, lakini Ada aliiona kama akili. Aliandika kitu cha ajabu kabisa kwa wakati huo, maelekezo ya mashine kufanya kazi kwa kufuata mantiki. Leo tunaita programming. Hakujenga kompyuta Hakuwai kuona laptop, hakuwai kusikia neno software, lakini aliandika algorithm ya kwanza kabisa duniani. Watu walimcheka, wengine walipuuzia kazi yake, wakisema ni mawazo ya mwanamke anayoota sana. Baada ya hapo, alikufa akiwa bado mchanga, miaka thelathini na sita tu, bila kujua kwamba mawazo yake yangekuwa uti wa mgongo wa dunia ya leo. Miaka mingi baadaye, dunia ilipoanza kujenga kompyuta, wataalamu waliporudi kwenye maandishi ya zamani waligundua kitu cha kushangaza. Msingi wa lugha zote za program ulikuwa tayari umeandikwa na Ada. Leo kila apu unayotumia, kila benki ya kidigitali, kila satellite, mifumo ya hospitali ama hospital system, ndege, hadi AI, akili bandia, vyote vinatembea juu ya wazo aliloliandika mtu ambaye historia ilimsahau kwa muda mrefu. Ada Lovelace aliyezaliwa Disemba 10, 1815 nchini Uingereza alifariki Novemba 27, 1852. Alikuwa mtaalamu wa hesabu akifanya kazi kwa karibu na Charles Babbage. Ada Lovelace ndiye ambaye mfumo wake wa kompyuta ya kidijitali uliunda program. Alibatizwa jina mpangaji program wa kwanza wa kompyuta, na Uingereza imetenga Jumanne ya pili ya mwezi Oktoba kuadhimisha siku ya Ada Lovelace kiwa ni kumbukumbu na kuheshimu michango ya wanawake katika sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Loveless alikuwa binti wa mshairi maarufu Lord Byron na Nabella Milbank Byron, ambao waliachana miezi miwili baada ya kuzaliwa kwa Loveless. Baba yake Mr. Lord Byron aliondoka Uingereza, na binti yake hakumjua wala hakuwahi kumuona baba yake. Loveless alisomeshwa na wakufunzi mbalimbali, huku akisaidiwa zaidi na mtaalamu wa

Profesa wa kwanza wa hisabati katika chuo kikuu cha London Julai 8, 1835. hii si historia ya ushindi wa hafla. hii ni historia ya mtu aliyeona mbali kuliko kizazi chake. ni historia ya mtu aliyepanda mbegu ambayo alijua hata kivuli chake kingeishi kukiona. na labda hapa ndipo funzo kubwa tunaweza kulipata kuwa mageuzi makubwa duniani hayaanzi na kelele. mara nyingi yanaanza na mtu mmoja anayeitwa akifanya kazi yake nzuri, bila kushangiliwa, bila kutambuliwa, lakini akiibadilisha dunia milele. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.